Ah, ndugu yangu, ama kweli dunia haishi vituko, dunia haishi vituko. Nimeamini kwa sababu unazapatana na mwanamke unamtongoza, unamuuliza we ni bibi ya mtu, anasema mimi si bibi ya mtu, sijaolewa, niko single, na ameolewa hmm. na anakuambia ko single, uone kama ni maajabu. Sasa we mwanamke, unasema haujaolewa hmm? Na wewe uko na mume hmm? Unataka tukuiteje sisi unataka tukuiteje hmm? Na wewe mwanaume, nawe huwezi sema kwamba nimeoa eh, nimeoa nataka kufanya mke wa pili, si useme hata hivyo tu. Unasema yani eh, wewe hujaoa kabisa, nafika uko na mtoto ama uko na watoto na uko na bibi, unasema haujaoa eh, kweli dunia eh, dunia ni saa hii, dunia sasa haina mkweli. Ila sawa. Kama hiyo ndio maisha, twende nalo.